na alikupa kitu chochote? kila wakati anakufanyia hayo yote? mia mbili. Na huyo baba mnakaa naye jirani na hapa kwenu? Wapi hapo? Anakaa wapi yeye? Ulikuwa uko rafiki yako anaitwa nani? hukonanaichonani yuko wapi sasa hivi? Na baada ya baada ya kukuweka kitandani alikufanya chochote kile? ndoka kimbia uvodimbalo ulimwambia mama, dada yako, dada yako ndo akamwambia mama na huyo baba aliyokufanya hivyo, na yeye ana watoto ana watoto na ana mama ambaye anakaa e, na naye an ana mtu ambaye anaishi naye hapo nyumbani. Kama unavyoona ndugu mtazamaji wa Global TV, huyu hapa ndo mama Mwajabu. Mama habari, saa hizi salama? Hebu niambie mama wangu ilikuwaje eti Anatoka kwenda kwenye biashara zangu, nikamkuta amekaa hapo nje akiwa mpole. Nikamuuliza, kwani una matatizo gani, mbona umelala hapa? Akanambia sina. Nikamwambia unaumwa? Akasema hapana. Una njaa? Akasema sina njaa. Nikamuuliza, au umechokoza wenzio nje kwa sababu we ni mkorofi? Akanijibu hapana. Nikamwambia, sasa una tatizo gani tena? Akawa hajanijibu, mimi nikatoka nikaenda sehemu ambayo nilikuwa naelekea, lakini sikuchukua muda mrefu, nikarudi. Baada ya kurudi nilimkuta amelala kabisa kwenye kiti, nikamwamsha, nikamuuliza mbona bado umelala. Dada yake alikuwa hayupo, ametoka, alikuwa anachota maji. Dada yake alivyokuja akaniambia, mama, mwangalie sana mwaja, nasikia alipita yule baba Eva hapa, alikuwa anamuita. Alivyokuwa anamuita anamwambia njoo nikutume afu, baba mwenyewe amelewa. Nikamuuliza, wewe umemuona? Akakwambia, nani kasema? mmoja ndo kanambia. Nikamwambia, ah, basi sawa. Yule akatoka nje, nikamwikabidi nimchukue mwajabu. Nikakaa naye nikitukiwa wawili ndani, nikamwoje, naomba uniambie kuna nini kimetokea, la sivyo nitakupiga. Akanambia, mama, baba Eva. Akamwambia, baba Eva kafanya nini? Akanambia baba Eva alinikuta mimi na rafiki yangu mimi tunacheza. Akatuambia mwenyewe nj njoo nj, mnataka hela? Nikamwambia, tukamwambia tutaki hela, akatoa 200 akanipa, akanambia njoo nikutume. Nikamwambia baada ya hapo, akasema, nikamfuata nikaenda naye mpaka nyumbani kwake. Baada ya kufika nyumbani, akasema, akanambia aje lala kitandani. Nikamwambia sitaki, nilivyomwambia sitaki, akanisukumiza kitandani akanivua chupi mpaka kwenye magoti akatoa lile dudu lake akanibandika. mm-hmm. Baada mimi mi alivyoniambia hivyo nikaona kwamba ni kitu ambacho kimenishtua sana kwa mtoto kuongea maneno kama hayo ka, ikabidi mi nichukue utaratibu wa kumshika mkono kwenda naye hadi serikali za mitaa. Ehe, pole sana mama, ikawaje? baada kufika katika serikali za mitaa baada ya kufika serikali za mitaa, wakaniuliza mama, una shida gani? Mbona unalia? Nikamwambia mimi sina chochote cha kueleza, bali naomba mmoja mtoto, kilichotokea. Mm -hmm. mmoji mtoto. E, ndo atawaeleza kilichotokea ndo akamuoji mtoto ndo akamchukua mtoto akamuuliza kuna nini? Akasema mimi nilikuwa nacheza na rafiki na yangu mm -hmm. akapita baba Eva, akaniita Do, yani ndo akaeleza jinsi ilivyokuwa imetokea. Yes, ambapo walivyotuambia. uh -huh. Lakini naomba ni kuhusu swali moja, mama mwajabu, huyo baba aliyomuita mwanao mpaka nyumbani kwake, anaishi mazingira haya? <laughs> na ni jirani yenu au ni mtu ambaye anakaa anakaa mbali na mtaa? anakaa mtaa, atupo mbali naye sana, kama nyumba ya tano labda, hapa tulipo au ya nne. <laughs> <laughs> na ni mtu ambaye ana mke na ana watoto? ana mke, anaishi naye ambaye mke anayeishi naye na mtoto wake mkubwa tu msichana ndo nayefahamu, usifahamu wengine. Na baada kufika katika serikali za mitaa, nini kilichoendelea? Kilichoendelea baada ya mtu mmoja mtoto wakasikitika kwa mazungumzo ya mtoto, ikabidi wapige simu wa sungusungu sungu. Wakaja sungusungu tukaenda mpaka nyumbani kwake. Baada ya kufika nyumbani kwake aligongewa mlango, alikuwa hajasikia kwa sababu alikuwa amefungulia redio sauti kubwa sana ndiyo ndiyo, ikabidi waingie ndani, wakamwamsha, walimkuta amelala. Baada ya kumwamsha wakatoka naye nje na kumweleza kwamba, bwana, tunakuhitaji serikali za mitaa. Akasema, mimi nimefanyaje? Mimi sina kosa lolote, mbona mmenifuata? Akaambia utaenda kujua huko huko. mm -hmm. walimfikisha mpaka serikali za mitaa baada ya hapo tulifika serikali za mitaa ambapo kwa, kwa mama ambaye ndo nani ndo mhusika wa serikali za mitaa ambaye ni mama Tosi. Baada ya kufika pale, mama yule aliuliza, je, mama ni kweli, ni kweli, hapa, ni kweli alichofanyiwa? Nikamwambia mimi naweza siwezi kusema ni kweli au hapana, kwa sababu nimesikiliza ni maelezo ya mtoto, na wewe ni mama mtu mzima, unaweza ukakaa naye ukamhoji, ili umsikilize anachozungumza. Abidi mama yule aanze kumhoji mtoto. Baada ya kumhoji mtoto, mazungumzo aliyozungumza pale na yale anayomweleza mama ndo yale, yale. Abidi mama achukua taratibu za kupiga simu polisi <coughs> uh -huh. na mtuhumiwa akaja kuchukuliwa, na sasa hivi tunavyozungumza, mtuhumiwa ipo, ipo katika, mtuhumiwa alishafikishwa mahakamani sasa hivi yuko Segerea. Aha. Mm. na mtoto wako ana umri wa miaka mingapi? ana miaka sita ana umri wa miaka sita. Oh my God. Pole sana mama yangu, pole sana, pole na nini. Wito wako katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania awamu ya tano, unaiambia nini serikali kutokana matukio yanayotokea kila siku, tukio iliyotokea? Mimi naomba serikali mm -hmm. ifuate sheria ili waweze kuwadhibiti watuhumiwa kama hao ambao wanaofanya matukio kama hayo kwa watoto wadogo. Ndiyo mm. Yani ili iwe fundisho hata kwa watu wengine, kwa sababu matukio hayo huwa yanatokea sana hapa kwetu. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza e, kuna jirani yetu ambaye ni mtoto alikuwa anasoma na huyu huyu, uh -huh. alifanyiwa tukio kama hilo, ni muda mrefu kidogo. Yule al, aliba, al, alibakwa yani huyo, al, aliharibika kiasi ambacho alifanya kushonwa nyuzi nje na ndani. Alikuwa anasoma shule moja na huyu, hajapatikana mpaka leo mpaka leo hajapatikana mtuhumiwa alifanya hey, hilo tukio hey. Mama jibu uh, baada mlifika hospitalini hey? Tulifika siku hiyo ya tukio. Mlifika siku hiyo hiyo? hmm. Na mtoto alipewa matibabu gani na daktari alishauri nini? Cha kwanza kuna kipimo walimfanyia ambacho mm -hmm. cha kujua kweli ameingiliwa, na majibu yakarudi kwa siku ile ile, wakamwandikia dawa Okay, alipewa dawa za kumeza na dawa ambazo sasa hivi ana meza ambazo nimeambiwa atatumia mwezi mzima zipo, mm. <coughs> Mwajabu niangalie madada mwanangu, mbamnakuna dawa kila siku. Pole sana, Mwajabu, usilie, pole mama Pole sana dada yangu, pole. Naamini kwamba uh, serikali yetu na sheria za Kitanzania zipo, zipo kwa ajili ya kutenda haki mama, mama Mwajabu, nimwomba mme wako, naomba niongee naye hapa kidogo, alafu niweze kuendelea. Ndio huyu unayemwona hapa mbele yetu ni baba. Pole sana kwa kitendo kilichotokea. Kitendo kilichotokea sio kizuri mtaani na sio kizuri kwa jamii nzima, sio mwanamke na sio mwanaume, ndio. Na kama naomba serikali, yani Yoyote akibainika wafujo wa watoto, ndio fujo na wanawake tu kwa swala la ubakaji, ndio wafungwa zaidi ya miaka mia mbili hamsini. Pole sana kaka yangu. Asante sana kaka, sana mami. habari safi? Pole na majukumu ya kuto, hebu niambie kwa tukio lilotokea, mtoto kama unajua ni kama mwanao, kwa kweli ya kudhalilisha kwa jinsia ya wanawake, kwa sababu mtoto hapa ameshamsababishia, ana fikra hana laa hapo alipo, ana wiki kama hii, apii hajaenda shule, wenzio wanamcheka hapo. Ni hali ni udhalilishaji wa kijinsia sana, kwa hiyo mimi naomba serikali, watu wakitokea kama hao wachukuliwe hatua kali, iwe fundisho kwa hao wengine watakao kufanya kitendo kama hicho. Ah, dada habari Salama, nini uito wako jamani? Nini uitoa katika serikali yetu wa kwa watu wanaofanya matukio kama haya? Mini wito wangu kwa watu wanaofanya matukio kama hayo wachukuliwe hatua kali, yaani wafungwe hata wa miaka 60 miaka sitini e, waongezee miaka, kwa sababu wanatuzalilisha wanawake, wanazalilisha watoto wetu. Ndio mtoto anajisikia vibaya kukaa na watoto wenzie, wanamcheka, anabakwa, inakuwa sio vizuri mm. Kwa inabidi wachukuliwe hatua kali sana, na akifika huko wachapo viboko 30, <laughs> wakati wa kuingia e. Nakumusha tu mtazamaji wa Global TV Online sio kusubscribe YouTube channel yetu, ili wa kwanza kupata habari zote zinazotoka kwa wakati sahihi.